Munajipanga, si munaona Musalia ako hapo, hapo hapo hapo, na rais William Ruto wanapelekana vizuri na Muheshimiwa Weta, speaker wetu, simunajua ni bose yangu. Sasa mukipangana, William Ruto amalize hii miaka tano, apate ingine tano. Weta ako hapo, Musali ako hapo eh? Munaona mambo inaweza pangika. Mutajipanga? Mutajipanga? Si safari ya kesho inapangwa leo? So tupange leo ya William Ruto ya kesho alafu hiyo kesho ingine tupangie viongozi wa hapa Western. Ama Western hamuwezi kuwa na rais? Ati William Ruto amalisi. Alafu iize mno. Na nyinyi munanyamaza. Na mwenye anasema Rolange Sarula wale. Hiyo ni makofi kweli ambayo amesema. Ati zujire mauea ati after William Ruto ite mno. Ukienda kupiga kura, hakuna mtu anaenda kupiga kura kwenda kwa upinzani. Unapiga kura kugunda serikali kweli au urongo? Mtu anajikuta kwa upinzani kwa bahati mbaya, so tukienda kupiga kura tuangalie, utajua serikali iko wapi. Uwezi kuenda kuomba samadi kwenye hakuna ng'ombe.